Kwa majina naitwa Mineli Wilfred Finanga, mimi ni msimamizi wa uchaguzi katika jimbo la Singida mjini. Ndugu zangu, tukizingatia sheria namba 69 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani namba moja ya mwaka 2024 imeelekeza vizuri sana taratibu ambazo tunapaswa kuzifuata ili kuweza kufanikisha tukio hilo vizuri. Moja, tayari daftari la kudumu la wapiga kura lilishakamilika, kwa hiyo watu wote ambao walijiandikisha wanahamasishwa kwenda kupiga kura. Tarehe ya kupiga kura ni tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi mwaka elfu mbili ishirini na tano itakuwa siku ya Jumatano ijayo. Wananchi wote tunaomba tutoke kwa wingi, wote wakuvu wetu, wote wale ambao tuna sifa, tukaweze kwenda kushiriki zoezi hili la kupiga kura. Kituo kitafunguliwa saa moja kamili asubuhi, alafu kitafungwa saa kumi kamili. Kwa hiyo ni matarajio yetu kwamba basi wote ambao wana amba, sifa watafika kwa wakati ili waweze kutekeleza takwa lao la kisheria Ndugu zangu, kuna wale ambao wako magerezani kule ambao wana vifungo visivyozidi miezi sita, lakini kuna mahabusu wale wote ambao walishaandikishwa walisha, katika mfumo ule wa rais popote watapiga kura kuanzia sa, saa mbili mpaka saa tisa mtaratibu kule wata wamewa utaratibu ambao wamekaa vizuri. Ndugu zangu, pamoja na, na hili vituo vilivyotumika kuandikisha ndivyo ambavyo vitatumika kwa ajili vita ya kupigia kura. Kwa hiyo ulikojiandikishia utaenda kupigia kura hapo hapo ulikojiandikishia siku hiyo ya tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi. E, katika vituo vyetu vya kujiandikishia tutakuta mfano wa karatasi ya, ya, ya, kura yenye majina na picha za kila mgombea pamoja na nembo ya vyama vyao. Kwa hiyo tufike, tuhakiki tu tuangalie, tuanze ku, kuangalia kuona namna ya kuweza kupiga kura siku hiyo. Lakini vile vile tutakuta orodha ya kupiga orodha ya wapiga kura yote itakuwa imewekwa pale. Kwa hivyo, vyema tukapita tukaanza kuangalia majina yetu ili siku hiyo ikifika tusianze kupata shida kuanza kujua kwamba wewe unaenda kutengea chumba kipi kwa ajili ya kupiga kura. Lakini vile vile orodha ya wapiga kura wale walioruhusiwa kupiga kura moja ya rais popote, nayo tayari imeshabandikwa kwa wale ambao wamesharuhusiwa, basi tutaenda kuangalia majina yao ili wajue kwamba wamepangwa kupiga kura wapi. Kwa hiyo siku hiyo, hakutakuwa na shida yoyote ambayo itakaza jitokeza. Tunaomba kwa watu wote watoke kwa wingi kabisa. Wote wenye sifa watoke waende kupiga kura. Kutakuwa na usalama wa kutosha, wala hakuna changamoto yoyote ambayo inaweza kutokea. Kupiga kura ni muhimu na ni wajibu wetu. Ni wajibu wa kikatiba. Lakini vilevile kwa kupiga kura utakuwa unachagua kiongozi ambaye unampenda wewe, utakuwa uta umechaguliwa uta kiongozi na watu wengine, kwa sababu unaweza kuchaguliwa mtu ambaye wewe ulikuwa umpendi. Kwa hiyo toka ukapige kura ukachague kiongozi ambaye wewe mwenyewe unampenda. Lakini kwa kupiga kura tunadumisha demokrasia, kwa sababu nchi yetu nchi ya kidemokrasia. Tunaona amani iliyopo ni kwa sababu ya hii ya kuridhishana kwa ajili ya kupiga kura baada ya kila baada ya miaka mitano tunapiga kura kuchagua viongozi wetu. Najua kuna makundi maalum, kuna watu wenye ulemavu, kuna kina mama ambao pengine wasipende bugudha bugudha za hapa na hapa watate, na watu wengine wagonjwa, wazee watapewa kipaumbele siku ya kupiga kura, watapewa kipaumbele ili waweze kupiga kura mapema, wasipange mstari kwa muda mrefu na waweze kuondoka. Uh, sifa ya mpiga kura kwanza kwa sasa hivi awe tayari uko kwenye daftari la kudumu la wapiga kura, alikisha andikishwa tangia wakati wa uandikishaji kwanza. Atatembea kule kwenye vituo vya kupigia kura kwanza, sasa hivi akifika ataona orodha ya majina ya watu ambao wanapaswa kupiga kura na yeye atajiona pale, lakini siku ya kupiga kura kwanza ile kitambulisho cha mpiga kura, lakini kama hakipo anaweza kutafuta kitambulisho kingine chochote. Hii sio sababu kwamba kwa sababu kitambulisho labda kimepotea au vinginevyo pengine ambekiweka mahali ya kupationi basi atakuja na kitambulisho kingine, kwa kama jina lipo kwenye ile orodha ya wapiga kura. Ah, utaratibu, kila kituo cha kupigia kura kitakuwa na foleni, lakini wale ambao wana mahitaji maalum wanatoka kipaumbele. Kwa hiyo watawekwa mbele, msalwa mbele, ili waweze kupiga kura yao mapema, wasisimame muda mrefu, waweze kuondoka. Lakini watu wenye ulemavu nao wameandaliwa mazingira mazuri wezeshi, kwa ajili ya wao kuweza kupiga kura bila tatizo lolote. E, kama haoni kama anajua kusoma kwa kutumia nukta nundu, basi na maana kwamba hana sababu ya kusomewa na mtu, atakuja tu kwa wa mtu akusaidia, kisha ingia pale kwa mambo ya kusoma na kupiga kura wao na utaratibu ambao amewekwa mzuri sana kwa kutumia maandishi ya nukta nundu. Lakini kama kama ujuzi wa nukta nundu e, atasaidiwa na yule ambayo amemleta kama ambavyo siku zote imekuwa inafanyika. Baada ya kupiga kura, basi taomba ndugu wananchi, mtarejea nyumbani. Kwa hiyo taratibu za kuweza kuhesabu kura na kujumlisha kura zimewekwa taratibu nzuri sana na sheria, kwa mujibu wa sheria wala hakutakuwa na tatizo lolote, itahesabiwa kwa vizuri. Endeni, watahabarishwa mambo yatakayokuwa yamejiri wakati huo. Kwa hiyo baada ya mwananchi kupiga kura, basi atarejea nyumbani, endelee na shughuli <tipulia> zake.